Habari popote pale ulipo, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Ni matumaini yangu kwamba huu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Nikukaribishe tena kwenye mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali mbali kuhusiana na sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu. Karibu twende tukatazame, Tundu Lissu ni nani hasa na mambo saba yanayomtambulisha mwanasiasa huyo wa Tanzania mwenye misimamo mikali. Katika historia ya siasa za Tanzania ni vigumu kutaja majina ya wanasiasa walioteka hisia za watu kwa hoja, ujasiri na misimamo katika miongo miwili iliyopita bila kumtaja Tundu Antipas Lissu. Kwa wengi yeye ni alama ya mapambano ya haki, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Kwa wengine ni mpinzani mkorofi anayependa kugonganisha fikra na utawala, lakini kwa wengi Tundu Lissu ni sauti isiyotetereka katika mapambano ya haki, uwajibikaji na utawala wa sheria. Hivi sasa akiwa amewekwa rumande kwa tuhuma za uhaini, ambazo kwa sheria za Tanzania hazina dhamana, jina la kiongozi huyu wa chama kikuu cha upinzani limerudi tena kwenye vichwa vya habari. Lakini hii si mara ya kwanza. Lissu ni mtu wa historia ndefu. Ili kumwelewa kwa undani Lissu, ni muhimu kumtazama kwa jicho pana. Ni nani hasa huyu mtu? Haya, hapa ni mambo saba muhimu yanayomtambulisha. Jambo la kwanza, Tundu Antipas Lissu ni msomi aliyelelewa kwenye taaluma na tafakuri ya sheria. Tundu Lissu ni msomi wa sheria mwenye taaluma pana na yakina, aliyezaliwa katika kijiji cha Mahambe wilayani Ikungi, Tanzania na kusoma katika shule ya sekondari ya Ilboru Arusha, shule ya wanafunzi wenye vipaji maalum kiakili, na baadaye Umbwe. Alipata shahada ya sheria LLB kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam mnamo mwaka1994, mojawapo ya taasisi congwe na zenye heshima kubwa Afrika Mashariki. Hapa ndipo alipoweka msingi wa uelewa wake wa kisheria, hasa kuhusu haki za binadam utawala wa sheria na uwajibikaji wa taasisi za dola. Aliongeza uzito wa taaluma yake kwa kusomea shahada ya uzamili LLM katika chuo kikuu cha Warwick Uingereza, ambapo alijikita zaidi katika sheria za kimataifa na haki za raia. Elimu yake hii imemjenga kwenye taasisi mbalimbali mbali za kisiasa, elimu, utafiti na utetezi wa haki kwa ujumla. Lissu hajajitokeza tu kama mwanasiasa, bali kama msomi anayefahamu kwa kina mfumo wa sheria na athari zake kwa jamii. Jambo la pili mwanaharakati wa, mwana wa haki za binadamu kabla ya siasa. Tundu Antipas Lissu ni mwanaharakati wa haki za binadamu kabla ya siasa. Lissu alianza kujitambulisha kama mwanaharakati kabla hajavaa rasmi koti la siasa. Tangu miaka 1990 alikuwa mstari wa mbele katika kutetea wananchi waliokuwa wakinyanyaswa na mfumo wa sheria usio wa haki. Aliwahi kuwa mshauri wa kisheria wa mashirika kama vile Legal and Human Rights Center, LHRC, Environmental Law Alliance Worldwide, ELO, na pia alikuwa mjumbe wa bodi ya International Federation for Human Rights, FIDH. Kazi hizi zilimwezesha kushughulikia, eh, Kazi hizi zilimwezesha kushughulika na kesi zinazohusu mazingira, haki za binadamu, ardhi na uwajibikaji wa makampuni ya kimataifa barani Afrika. Kama wakili alitoa msaada wa kisheria kwa watu wasio na uwezo wa kugharamia huduma hizo na alijenga jina kama mtetezi wa wanyonge. Mfano mmoja maarufu ni kesi ya wakulima wa Loliondo, ambapo alishirikiana na wanaharakati kupinga uamuzi wa serikali kuhamisha wananchi kwa faida ya wawekezaji wa sekta ya utalii. Lissu alitumia taaluma yake kuelezea ukiukwaji wa haki za ardhi, haki za kiraia na athari za sera za uwekezaji kwa watu wa kawaida. Mwaka elfu mbili na tatu ali ali mwaka elfu mbili na tatu aliripotiwa kuandaa nyaraka na tafiti zilizoibua athari za mikataba ya madini nchini, akieleza namna mashirika ya kigeni yanavyokwepa kodi na kuwadhurumu wa Tanzania kupitia mikataba isiyo na uwazi. Umaarufu wake ulianza kupaa wakati wa utawala wa hayati Benjamin Mkapa, rais wa serikali ya awamu ya tatu ya Tanzania, ambapo alijitokeza kama mtetezi mkubwa wa haki za wachimbaji wadogo wa madini na wananchi wanaoishi katika maeneo dhidi ya wachimbaji wakubwa, yaani makampuni yaliyopewa leseni za uchimbaji baada ya mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na utawala wa Mkapa. Kwa muktadha huu, haishangazi kuona hata siasa zake zinatajwa kuendeshwa kiuwana harakati. Jambo la tatu Jambo la tatu ni kwamba Tundu Antipas Lissu ni mwanasiasa mshawishi na mwalimu wa kujenga hoja. Tundu Lissu mbali na usomi wa sheria na uwanaharakati ni mwanasiasa hodari, fani iliyomtambulisha zaidi kitaifa na kimataifa. Alianza siasa akiwa na chama cha NCCR Mageuzi, kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1996 kabla ya kushawishiwa na Freeman Mboye kujiunga na CHADEMA, chama alichokitumikia kwa zaidi ya miaka ishirini. Sasa kupitia CHADEMA, Lissu ameshika nyadhifa nyingi ikiwemo mwanasheria mkuu wa chama, makamu mwenyekiti wa CHADEMA bara, na kwa sasa ndiye mwenyekiti wa taifa baada ya kumshinda kigogo aliyeongoza chama kwa zaidi ya miaka ishirini, Freeman Aikaeli Mboe, katika uchaguzi wa Januari mwaka huu wa 2025. Mwaka 2010 kupitia CHADEMA aligombea na kushinda ubunge wa jimbo la Singida Mashariki, eneo lililotawaliwa na CCM kwa miongo mingi. Ushindi huu ulionekana kama ushahidi wa nguvu ya hoja na mvuto wa mabadiliko aliyoleta. Hapa kwenye kuzungumza na kujenga hoja, Lissu anatajwa kuwa mwalimu mzuri, alionyesha kuanzia e, shuleni alipokuwa mwanafunzi na hata alipokuwa mwalimu wa shule ya sekondari Bondeni aliyofundisha kati ya mwaka 1995 na 996. Lissu ana nguvu kubwa mbili za kuzaliwa ambazo hakuna shule inayoweza kumfundisha mtu: kwanza, ujasiri na umahiri wa kuzungumza, aliwahi kuandika mchambuzi wa siasa Tanzania Ezekiel Kamwaga. Akiwa bungeni, Lissu alitokea kuwa mmoja wa wabunge wenye ushawishi mkubwa. Alijijengea heshima kubwa kama mzungumzaji mahiri mwenye uwezo wa kutoa hoja nzito zenye mashiko ya kisheria na kitaaluma. Alipewa nafasi ya mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, ambapo aliongoza mijadala mizito kuhusu bajeti, sheria kandamizi, masuala ya madini na mikataba mibovu ya serikali. Alijulikana kwa kutumia takwimu, nyaraka na vielelezo thabiti katika kuibua hoja, jambo lililowafanya wabunge na wananchi kumheshimu hata eh, kama hawakukubaliana naye. Jambo la nne, jambo la nne ni kwamba Tundu Antipas Lissu ni king'ang'anizi mwenye matumaini na asiyakata tamaa. Mojawapo ya sifa kuu inayomtambulisha Tundu Antipas Lissu ni kuwa mtu mwenye matumaini yasiyotikisika na kutokata tamaa hata katika mazingira ya hatari au kukataliwa mara kwa mara. Lissu amekuwa mstari wa mbele katika kudai katiba mpya ya Tanzania kwa zaidi ya muongo mmoja, akiitazama kama msingi wa haki, wajibikaji wa watawala na ujenzi wa taifa lenye misingi ya demokrasia ya kweli. Alianza kampeni hii akiwa bado mbunge na mwanasheria mkuu wa Chadema, akihudumu aki katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete, alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliotoa mchango mkubwa katika bunge maalum la katiba mwaka elfu mbili na kumi na nne, akitetea kwa nguvu vipengele vya katiba pendekezwa vilivyolenga kuimarisha uhuru wa mahakama, haki za raia na mfumo wa utawala wa sheria. Wakati baadhi ya wanasiasa walijitoa au kukata tamaa kutokana na changamoto zilizo zilizokumba mchakato huo, Lissu aliendelea kusimama imara, hata baada ya bunge hilo kuvunjika bila kufikia mwafaka wa kitaifa katika kila jukwaa la kisiasa, iwe ndani ya nchi au katika kila jukwaa la kisiasa, iwe ndani ya nchi au akiwa uhamishoni, baada ya jaribio la mauaji, Lissu ameendelea kuhubiri umuhimu wa katiba mpya hata katika kampeni yake ya urais mwaka 2020. Suala la katiba mpya lilikuwa mojawapo ya nguzo kuu ya ajenda yake. Alikuwa akirudia mara kwa mara kuwa katiba ya mwaka 1977 ni katiba ya chama kimoja, haikidhi mahitaji ya taifa la vyama vingi, akisisitiza kuwa bila mabadiliko ya msingi ya kikatiba, uchaguzi wowote hauwezi kuwa huru na wa haki. Licha ya kukataliwa mara kadhaa kukumbwa na mateso na hata kuhatari, eh, na hata kuhatarishiwa maisha yake Tundu Antipas Lissu hajawahi kuacha kupigania mabadiliko hayo, hadi leo anapokumbwa na kesi nzito ya uhaini kutokana na msimamo wake wa no reforms no election. Anaendelea kusisitiza kuwa Tanzania haiwezi kusonga mbele bila katiba mpya ya wananchi. Kwa Lissu, unaweza kumuita king'ang'anizi anapolitaka jambo lake, na muhimu. Matumaini ni silaha ya mwisho kwake, haamini katika kukata tamaa, bali katika kusimama imara hadi haki ipatikane. Jambo la tano, jambo la tano. Tundu Antipasilisu ni mpambanaji jasiri na mkosoaji asiyetishwa. Haijawahi kuwa rahisi kumtisha Lisu. Ana historia ya kusema kile anachokiamini bila kujali nafasi ya anayekisema katika kipindi chake bungeni Lissu aliibua mijadala mikubwa kama sakata la akaunti ya Tegeta Escrow e, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 300 zilichoto kwa njia ya utata. Aliwataja wahusika kwa majina na kuwasilisha ushahidi wa maandishi hatua ambayo ilionyesha kiwango cha ujasiri na ueledi wake. Pia aliongoza mijadala kuhusu matumizi ya fedha za umma, sheria za uchaguzi na udhaifu wa tume ya taifa ya uchaguzi yani NEK, akionyesha namna mfumo ulivyoegemea upande mmoja kwa faida ya chama tawala. Kwa Lissu, ukweli ama anachokiamini ni silaha yake kuu, hata kama ina hata kama inamgharimu maisha. Alikosoa waziwazi serikali ya Mkapa na serikali ya awamu ya nne chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete, hasa kuhusu haki za wachimbaji wadogo na rushwa katika sekta ya madini na mikataba isiyofaa kwa taifa. Alipofika awamu ya tano chini ya Rais John Magufuli, Lisu hakusita kusema wazi kwamba serikali imegeuka ya kiimla, kifamilia na kikabila na ilitumia vyombo vya dola kuwakandamiza wapinzani, hali iliyowafanya baadhi ya viongozi wa upinzani kukimbilia nje ya nchi. Katika, katika moja ya hotuba zake kati ya mwaka 2016 na 2017 Lisu alisema Naibu waziri Kalemani Medadi alikuwa naibu wa wizara ya madini wakati huo, mtoto wa dada, sijui wa kaka, wote Chato, kanda ya ziwa anakotokea Magufuli. Hapa alikuwa aki akizungumzia kufukuzwa kwa aliyekuwa waziri wa madini Profesa Sospita Muhongo na kuachwa naibu wake Kalemani kwa tuhuma ambazo aliamini Lissu kwamba zilipaswa kumfukuzisha pia na kalemani lakini alidai alilindwa kindugu. Aliongeza kuhusu ukabila akimhusisha Rais Magufuli ambaye alikuwa Msukuma kutoka kanda ya Ziwa, na viongozi waliopewa nafasi mbalimbali mbali serikalini: mkuu wa majeshi Msukuma anatoka kanda ya Ziwa, mkuu wa polisi kanda ya Ziwa, mwanasheria mkuu kanda ya Ziwa, mwendesha mashtaka kanda ya Ziwa, kaimu jaji mkuu kanda ya Ziwa, mlipaji mkuu wa serikali kanda ya ziwa, nani asiyejua? E, tunaposema nchi imeingia kwenye udikteta ndiyo hivi. Msemaji wa serikali wakati huo Hassan Abbas alijibu matamshi ya Lissu wiki hiyo hiyo alipoyatoa, akikanusha serikali kuegemea ukabila, undugu ama ujamaa, na kwamba serikali haitakubali mtu ama kundi la watu kutumia vibaya uhuru wa kujieleza kumkosoa kwa kumuita Rais Magufuli dikteta uchwara kulizua mijadala sana mwaka 2016 mpaka 2017, kabla ya kushambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana na, eh, na kunusurika kifo. Alitumia zaidi nafasi yake kama mbunge na mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kupata majukwaa ya kumkoa Magufuli na kuikosoa serikali kwa kina. Jambo la sita, jambo la sita ni kwamba Tundu Antipas Lissu ni mfu anayetembea na risasi mwilini, yani ni mtu aliyekufa anayetembea na risasi mwilini. Kama ukitaja matukio matatu maarufu Tanzania kuwahi kutokea katika miongo ya hivi karibuni, uki, ukiacha kifo cha rais wake wa kwanza Julius Nyerere na kifo cha rais Magufuli, tukio la kushambuliwa kwa risasi Tundu Antipas Lissu lilikuwa kubwa kwenye mijadala. Septemba 7 mwaka wa 2017, Tundu Antipas Lissu alishambuliwa kwa risasi 16 nje ya makazi yake mjini Dodoma ba, eh, baada ya kutoka bungeni. Tukio hilo lilitokea siku chache baada ya kutoa madai kuwa anafuatiliwa na gari lenye namba za serikali hadi leo. Hakuna aliyekamatwa wala kufikishwa mahakamani kwa tukio hilo. Jeshi la polisi na serikali mara kadhaa imesema uchunguzi wa kina unaendelea. Upelelezi bado unaendelea, uchunguzi hauna ukomo wa muda, kinachotoa faraja, mhusika mwenyewe Tundu Antipas Lissu yupo nchini, alisema waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Masauni. Lakini mwenyewe Lissu anasema jeshi la polisi na serikali hawajawahi kuwa na nia ya kuchunguza tukio hilo la majaribio la mauaji. Lissu alipelekwa Kenya kwa matibabu ya haraka kisha kuhamishiwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu. Alifanyiwa zaidi ya up upasuaji ishirini kurekebisha mifupa, mishipa na viungo vilivyoharibiwa na risasi. Alikaa kwenye matibabu kwa zaidi ya miaka mitatu na kuvuliwa ubunge wake mwaka 2019 kabla ya kurejea nchini mwaka 2020 na kuwania urais kupitia Chadema dhidi ya Magufuli katika uchaguzi mkuu ambao Magufuli alishinda huku Lissu akipinga matokeo. Kwa wengi alinusurika kwa muujiza na tangu wakati huo amepewa jina la utani la mtu aliyekufa anayetembea. Tukio hilo lilimfanya kuwa nembo ya u... tukio hilo lilimfanya kuwa nembo ya ukatili na lilizua hofu ya kupungua kwa demokrasia nchini. Na jambo la saba na la mwisho kumhusu Tundu Antipas Lissu ni kwamba ni mwanasiasa wa misimamo aliyepewa jina la mropokaji kwa tukio la kushambuliwa risasi na kunusurika kufa kwa mtu mwingine asiye imara na misimamo, asingeweza kurejea kwenye siasa wanaharakati ama shughuli yeyote inayoweza kuleta uadui hata mdogo, lakini Lissu wala hajatetereka mpaka leo. Kwa ms kwa misimamo yake amekuwa akikataa pia kushiriki mazungumzo ya maridhiano na chama cha mapinduzi CCM akiyaita mazungumzo hewa yasiyo na dhamira ya kweli. Baada ya kurejea nchini mwaka elfu mbili na ishirini na kugombea urais, Lissu alirejesha nguvu ya upinzani katika siasa za Tanzania iliyoanza kudorora baada ya mikutano ya kisiasa kufungwa. Akaendelea kukosoa mifumo e, ya uchaguzi Tanzania akionyesha akionyesha unaipendelea chama tawala CCM, jambo ambalo mamlaka na CCM wenyewe wanapinga. Disemba Eh, elfu mbili na ishirini na nne Chadema chini ya mwenyekiti aliyepita Freeman Aikaeli Mbowe kilipitisha no reforms, no election, ambao eh, ni msimamo wa kisera wa chama hicho unaotaka mabadiliko ya tume ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na uhuru wa mikutano ya hadhara kabla ya kushiriki uchaguzi. Lissu amekuwa mstari wa mbele kutetea msimamo huu tangu awe mwenyekiti Januari elfu mbili na ishirini na tano akisisitiza kuwa kushiriki uchaguzi bila marekebisho ni kushiriki udanganyifu. Hata pale baadhi ya wanachama wachadema walipoanza kuyumba kwenye msimamo huo, Lissu alibaki imara, kuanzia kwenye uchaguzi wa ndani wa chama ambapo alipokataa kukaa pembeni na kumpisha Mboe agombee uenyekiti, mpaka kupigia debe msimamo wa no reforms, no election. Lissu alisemwa kama mropokaji, lakini yeye ameendelea kusi, eh, kusimamia hilo na kuendelea kuhubiri kwa wananchi ili wamuunge mkono msimamo ambao sasa unamgharimu. Sasa amekamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kesi ya uhaini. Mwisho tunamalizia kwa kusema Tundu Antipas Lissu ni mtu wa kesi lukuki. Aprili 9 mwaka wa 2025, Lissu alikamatwa akiwa mkoani Ruvuma baada ya kufanya mkutano wa hadhara kupi, eh, kupigia debe msimamo wa no reforms, no election. April 10 mwaka huu wa 2025 akafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam na akafunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa ambalo linahusishwa na kutishia usalama wa taifa. Kosa hili halina dhamana, na hivyo Lisu anasubiri hatima yake akiwa ya rumande. Hii si kesi ya kwanza. Lisu amekuwa na kesi nyingi, na nyingi zikiwa za uchochezi kwa maneno aliyoongea kwenye majukwaa ya siasa ama majukwaa mengine yanayohusisha ukosoaji wake. Hafungwi mtu hapa, sikilizeni niwaambie, nina kesi sita Kisutu mahaka... Mahakamani na zote za uchochezi, alisema Lissu wakati wa harakati za uchaguzi mkuu wa 2020 akiwatoa hofu wanachama wa Chadema kwamba kesi hizo hazitamzuia kugombea urais. Hata hivyo, kesi ya sasa ya uhaini ni kubwa na ya aina yake. Akikutwa na hatia, adhabu yake ni kifo kwa mujibu wa sheria za Tanzania, lakini kwa Lissu mwenyewe, labda kwa sababu ni mbobevu wa sheria, haonyeshi usoni Eh, ukubwa wa kesi hiyo zaidi ya kuendelea na ari yake ya kisiasa. Msiogope, hii ndiyo njia ya kwenda Ikulu kama Mandela. Nelson Mandela, rais wa zamani wa Afrika Kusini. Anasema Lissu, kuwatoa hofu wafuasi wa, wa chama chake waliofika mahakamani. Kwa wafuasi wake wanaiona eh, wanaiona kesi hii ni kama mwendelezo wa uonevu kwa wanasiasa wa upinzani kwa serikali Eh, huenda kesi hii ni jaribio la kudhibiti kila wanachokiona kama uchochezi na usalama wa taifa, lakini kwa wachambuzi wa siasa na haki za binadamu, kesi hii ni kipimo cha hali ya uhuru wa kisiasa na demokrasia ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Kesi yake eh, inaweza kuwa mojawapo ya matukio muhimu zaidi katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Kama atapatikana na hatia, inaweza kubadilisha sura ya siasa ya upinzani nchini. Kama atashinda vita hii ya kisheria, huenda akawa alama hai ya ushindi wa haki dhidi ya uoga. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari. Tumetazama e, Tundu Lissu ni nani hasa na mambo saba yanayomtambulisha mwanasiasa huyu